Mwenye huruma. Leo ikiwa ni dominika amba wiki ya tatu ya kipindi cha Kwaresma ni siku tunasherehekea upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu, Mungu ambaye upendo wake na huruma yake Katika kipindi hiki tunaangalia uhusiano wetu na, na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na kama siku ya leo anapotuambia kwamba huruma yake haina mipaka, ni kwamba yeye anatukaribia zaidi na zaidi, anatutafuta kama watu wake, na sisi tuweze kutambua na tuweze kuwa na imani katika yeye na tuje karibu karibu na Mungu wetu, ili anapotimiza wajibu wake kufa msalabani, sisi wote tuweze kuokolewa na kukutwa katika upande wake na tuweze kuishi katika mpango wake, kwa sababu wote wanaoishi kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu hawaibiki katika maisha wanapata nafasi ya kuweza kupokea okay, baraka zake Mwenyezi Mungu, na wanaishi maisha ambayo umebarikiwa na Mungu, na wanayafurahia kwa sababu Mungu.